Uwanja unaitwa New Guantanamo Bay Amani Stadium. Hapa panaitwa New Guantanamo Bay Stadium. Mmepaelewa? Stadium. Stadium. Unajua maana ya Guantanamo? Yaani mnavyoona hili ni gereza. Kila gereza kuna magereza yale mnayasikia sikia, ila kuna gereza linaitwa Guantanamo. Guantanamo, sasa hili ndio gereza letu. Yeyote anayejifanya muuni yeyote anayejifanya mjeuri kwenye mpira wa miguu akija hapa Guantanamo, tutamfundisha tabia, lazima tumnyonge huyu. Wa leo kanyongwa, kama ambavyo watakuja kunyongwa al ahali, kama ambavyo watakuja kunyongwa yule JS Kabili. Leo tumetoa somo. Mmemwona kocha, mmemwona. Kocha kausoma mchezo, kaangalia mapungufu ya timu yetu sekandi yafu, kamwingiza Edmund Joni, kamtoa